Tarehe ishirini na tano ya mwezi Machi, kupashwa habari za kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristu. Naposoma injili ya Luka sura ya kwanza aya ya ishirini na sita hadi thelathini na nane inafafanua vizuri kabisa tukio zima la kuzaliwa kwake na eh, kutungwa mimba ya Bwana wetu Yesu Kristu. Ndugu yangu mpenda katika Kristu, hapa yapo mambo matatu ya kuweza kujifunza. Jambo la kwanza unayojifunza ni hili, ni kwamba Yesu Kristu eh, tunafanya sherehe ya kutungwa kwake mimba mwezi wa ku, tatu tarehe ishirini na tano. Mimba ya Yesu ilikaa tumone wa Maria kwa miezi tisa kuna mtu mmoja anasema kwamba sijui imekaa miezi mitatu, angalia mwezi wa sita halafu mwezi wa kumi na mbili. Sio kweli. Wakati Bikira Maria anachukua mimba, jirani yake Elizabeth alikuwa ana ujauzito wa miezi sita. Juni, hatujasema Juni ilikuwa na miezi sita, sawa pendwa Ninyi tokea mfungue chuo mwanze mwanze mula huu wa masomo, mwaka huwa masomo mmeanza mwezi wa kumi na moja, wa kumi na mbili, wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ah, huu manaki ni mwezi wa ngapi? Wa tano, sijasema sita bwana, wa tano si ndio, mpendwa? Sijasema Mei ni mwezi wa tano, huu maanake ni mwezi wenu wa tano wa masomo. Mmenisoma vizuri. Wakati Bikira Maria anapata ujauzito ulikuwa ni mwezi wa sita, wa mimba ya nani? Ya Elizabeth, sio kwamba ni mwezi Juni. Mmenipata jamani? Maana imekuwa naona kuna wahubiri wengine wanasema kwamba sijui inakuwaje Yesu alizaliwa njiti mwezi wa sita mpata mimba. Sio kweli, ni mwezi wa sita wa mimba ya Elizabeth. Sawa wapendwa, kumbe utofauti ya umri kati ya Yesu na Yohane Mbatizaji ni miezi sita. Maanake wakati Yesu anazaliwa mwezi wa kumi na mbili tarehe ishirini na tano ilikuwa tayari Yohane Mbatizaji ana umri wa miezi sita. Hiyo ndiyo la kwanza. La pili, Bikira Maria anakubali kupokea uhai, anakubali kupokea uhai tumboni mwake, anakubali kuitunza ile mimba tumboni mwake ambapo itakaa tumboni mwake kwa miezi yote tisa. Wapendwa katika Kristo, kumbe amekubali wokovu ufike duniani kupitia yeye. Bikira Maria amekuwa ni Eva mpya. Eva wa kale, kupitia yeye dhambi iliingia duniani. Bikira Maria ni Eva mpya, kupitia Bikira Maria wokovu umefika duniani. Wapendwa, tunaona hapa amesema mimba, mimba Elizabeti mimba miezi sita, Bikira Maria mimba ndio anapata leo hii. Sasa unaacha kujifunza hapa pia, huyu Bikira Maria alipata ujauzito bila mwanaume, na adhabu yake ilikuwa kama umepata mimba isiyojulikana julikana nje ya ndoa, adhabu yako ni kupigwa mawe hadi kufa. Huyu Bikira Maria hakutoa mimba, hakutoa mimba, anajua adhabu yake ni nini, hakutoa mimba hii mimba ya kutoa basi, tunafundishwa na sisi pia tutunze uhai, kipata e, ujauzito uwe kwenye ndoa usiwe kwenye ndoa, tunza uhai huo, uje kuzaa hiyo mimba. Umekusudia ume ujakusudia, zaa ali kupatia mimba amekukataa hajakukataa za, ni vizuri kutunza uhai, tutetee uhai. Neno la mwisho basi tuombe Mungu atupatie neema ya uvumilivu katika imani yetu, kudumu katika imani yetu na kupenda kutetea uhai, na mwisho wa siku, tarehe ishirini na tano ya mwezi wa kumi na mbili hii tukiwa la leo hili tutaweza kuliadhimisha katika kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu.